Abe, karibuni Fresh. Mzima. Mi mzima <laughs> nipo mi nipo, ila saa hivi sizururi. Na wewe kuja hapa hauji, mpaka kaka angu hayupo, ndio we ukanyage hapa sasa. Mi nakaa naenda wapi? Kwa hiyo mi toka niondoke, hajawahi kutimba

Amna um, naweza nikaeka chakula afu msije kula. Ah. Tunakuja sisi, tunaingia chaka, tunaenda kucheki mambo yetu, wale tunajua sisi, tunarudi hapa, cha kufanya mambo yako tunajua, mmoja basi yeye. Sema nini? Mm. Wewe weka, ikiwezekana tutaweza kudu labda hata na kindezi. Kisungula. Haina <coughs> shida. So. Mamtu. Baba. Eh eh. Asa mniogopi yani? Na mimi. Digitali. <coughs> <coughs> Ah, fanya hivyo saa sejifanya hivyo mazingira wifi mrahisi jamani, oa Afande. Vipi tena mbona nipo hapa? Afu nina matope Ah, safi sana, nilijua tu. Nilikwambia hizi ni bangi ukanikatalia. Sasa hizi bangi zimekwisha, nakwenda sawa. umegundua kwamba una matope na umechafuka, nikuta ume kwenye dimbwi la matope ukaniambia, afande, haya maji njoo tuoge, si wewe. Mimi bado afande sijakuelewa. Utanielewa. Hamna afande. Nipigia simu afande, njoo Mimi jambazi mvuta bangi ha. Njoo nipeleke polisi hapo kwenye dimbwi la maji ah, unaoga mitope. Ndio maana sijakupeleka polisi, nilikuwa najua ni bangi. Sasa hapa zimeisha, ndio penyewe hapa hapa, ndio penyewe, nakupeleka utu moja kwa moja. Tulia! Tulia! Tulia! Afande! Una ndugu! Una ndugu! Ndugu! Nao afande! Nao afande! Afande!

Iahalo halo, ehhe, naongea na pande na kinyengo hapo. Nimekamata ndugu yako huyu. Nani jina yako wewe? Jina ah! Nani? Mwijaku? Mwijaku, ehehe, hey. nimekuta anavuta bangi, anipigia simu mwenyewe. Nimekuta anavuta bangi, yupo kwenye matope, kwenye dimbwe la maji, amechafuka kama chizi. Nikamkamata, nimebaki naye eneo fulani hapa ili bangi zimtoke, na kweli zimeisha. Saa hizi anagundua kwamba zilikuwa bangi. Kwe, kwa hiyo kasema tukupigie simu wewe uje umsaidie mimi na ndoka naye polisi hapa. Hapa shule ya msingi nakao hapa. Eh, Kwe, hey, kwenye uwanja wa mpira huu kuna kuna mti fulani mkubwa mkubwa hapa, unatuona kidogo watu wachache hapa. Niko naye hapa. Ah ah. Eh. Hey. Ah, ah. Sawa sawa sawa. Chapu basi chapu, nipo kazini. Sawa sawa sawa. Kulia wewe. Hey. Tachini tachini. Ah sawa. Sa, nakusubiri. Kijiji chenye ndo icha mshikaji, ndo kakimbilia kijiji hichi. Ushanisoma mtaa, kijiji nilichoambiwa ndo hichi. Kwa hapa tumefika, kuna mda kumsalimia mtu, sijui shamshika moyo sijui nini na nini hakuna. Tumefika hapa kumwaga mavi, kumchukua sister na kutembea naye. Sasa kajifanya, akakimbilia kijijini, alijua tujui kaenda wapi. Tushapajua sehemu alipo. Hakuna mda kusubiri. Ana hapa, tunamsubiri sniper, kaenda kumchukua kila, wakija hapa tunaongeza kundi tunamwaga mavi tunatembea. Sitaki habari za ajabu ajabu au vipi. Sheria sana. Haipingi kucheka na mtu au vipi. Haipingi huyo mtu. Eh. Sasa tunakaa kinyonge nyonge ile eh eh, tuelewe. Yaani, unachinja mtu, yani hamna ndugu, yani ukikuta ndugu yake si shangazi yake, bibi yake, mzazi. Tunamwaga maji, tunatembea zetu. Wewe vipi, umekuja peke yako vipi mshikaji? ah, yabaki. Yule mtoto yaani, muoga nini? Ndio maana ni kikosi chako kimekaa laini laini, na watoto kama wale. Mimi ndio maana si watakagi ah. Sasa nimemwambia aje na wewe, ina maana tuongeze kundi tu. Oya, umeona mazingira yake, kila boy mmoja toa mfumo ukafanye kazi boss. Mimi nimemtuma akakuita wewe kwamba tuongeze kundi tuwe wengi hii kazi tuifanye kwa wepesi, tunamwaga mavi tunaondoka, hamna muda wa kuchelewa. Na jamba kwenye maji, ondoa shaka bosi. Ni damu ya kuua muda mwingi sana, sio, na damu ya binadamu. Nipe mfumo, ungefanya kazi chelia hiyo. Mimi nawajua yule kajipanga, sio kesi yeah. Sio, tumekuja kufanya kazi, hakuna muda kuremba, hakuna muda wa kupendeza kwa mfumo bosi. Sawa, ila sio kesi pengo, wow. Fanya mpango wa dawa kwanza

Eh. Hey. Bora bora kaka ulipokuja. We sadali? Huyu mdogo wako? Wewe mdogo wangu. Wewe ndio kaka yako? Ndiyo kakaangu. Ndio maana wakati namkamata dogo huyu namwangalia usoni. Nikataka nimfananishe kidogo. Vile sija muulize. Mnafanana. Wewe sadali? Yaani, mtoto huyu mdogo sichi, unaruhusu unakula bangi kabisa, na akili zako kabisa? Huyu tunawangamiza mdogo wako, wewe si mwanafunzi? Sasa afande, ngoja kwanza ya, yaani unaonekana kabisa waziwazi wazi. Unakuja kabisa kunifuata mimi, una bangi kwenye sinia lako hili. Na mwenyewe unavuta mawasha kabisa, maana ke serikali umezalau sana afande. Kwanza gusa hiki kitu kwanza. Cawapiti Iko cha Arusha afande, wanapokuwa wakubwa wanazungumza natulia. Sawa. Iko kitu chenyewe aujii, afande, mi siuzi vitu feki hapa hmm. <coughs> Tunafanyaje? serikali mimi imeniamini sana. Unajua pande tambua, mimi nakujua sana na pia tunajuana na wewe, kazi zangu unazijua. Mimi nitakuzingatia mambo fulani, ili wewe tuache mimi na dogo tukaje. Sasa so, umejiamini vipi? umekuja huko na na vitu fulu, umejiamini vipi? na nani sadari wewe, na ndio maana mimi sadari, unajiamini mimi na nini, kazi mpaka zile mimi, afu askari wa kinyango ambao wanamtegemea mimi, askari mwaminifu, ndio maana mimi nilivyosikia yupo afande fulani

Afande um, huyo mjui um, huyo mtembo tembo sasa um. Morani huyu um, mmoja tu kazi yote hii wewe yo, unafikiri kwa mfano inatokea watu wana GPS, nene, GPS. O, o, o, na nipatia GPS. Kwa hiyo wewe inakuwa mimi nikaribishiwa kitu kwa sababu ya 1000 kwa mfano. Afande mimi unanijua, toka asubuhi mimi mwenyewe sijakula. Yaani hiyo kama ngama. Ila nilivyosikia mdogo wangu kukamatwa, ndio mimi si yani sikuwaza kula wala nini. Nikamwona nikanyage ili nimwai mdogo wangu. Sasa siku nyingine ukiona unaadua, njoo kuna shida, usije namna hii. Na, na,

onekane utulie hapo hapo, mdogo wetu wesi ndo pengo asa. Leo na kutoa pengo la pili, utaitwa mapengongo. Kwani shida nini? Wanangu, mbona sielewi? <laughs> <laughs> Samona, u mji ulivyotulia hivi unaweza ukasema kama anakaa malaika. Kuna wezi, kuna majambazi. Majambazi bosi wote, fanya tu paka <laughs> nimeingia, mna nesu mbote kwenye mashimo, wewe unaona. Oh, no, no, unaona, naona tkeli kwamba tunaingia tunatoka kimazingira, mazingira. Ngoja dawa ije tuingie, tutajuaga mbele kwa mbele. Bosi, kila ameingia na mimi namkubali sana. Ushaona, ni kwenye ile kundi jamaa ndo mwamba, <coughs> uh, chukua, kujua, jamadu, kufanya kazi sawa, boss mimi najua umjuu, kwa mjiu kwaa tulivyofika twambakati tu kule kwanza watu wanatucheki, umetokea wapi? umetokea wapi? Ila sio kesi wa mimi si ni nimekuja ni kumfuata Munde atanieleza atanieleza atanipa na nauli yangu niliyoitumia mpaka nimefika hapa. Tulia basi, tulia, tulia, tulia. Vipi? Kwa mbona hata session unakuja juu kati mguu mguu kutoka mguu kuingia ule. Wanangu, dawa nimekosa, na nchi ya kukosa dawa nimekutana na rashikaji wa kwa Munda wale babu wameniweka mtu kati, nimepigwa mjomba, wamenipa chai, sijai kutana na chai kama hivi, yaani hapa maumivu kila mahali ninapokuambia. Nimegongeka mpaka napoteza fahamu na kuja kushtuka, niko sehemu ambayo hata sipajui. Napata fahamu, Bigi nakutana na Munde ananambiaje, kwa sababu mii, mmeamua kuniingilia mpaka huku. Sasa nenda akamwambie sina ubaya naye, mi sina ubaya na nyinyi, ila kama nahitaji pambano, tukutane kesho ya uwanja wa shule ila hata hivyo wajaniacha hivi hivi, yani nimekula chai, yani ninapokuja kuongea hapa, yenyewe najikaza, yani niko hoi kila mahali pengo. <coughs> <coughs> Ya, ya, yani unajua, yani kati ya mtu ambaye namuamini, yani sketi zake ziko vizuri, alafu unakuja kuniambia unaempigwa kizembe tu, ambakati mbili tunarudi hapa hoi. Yani nimekutana nao ghafla njiani, nimeshindwa kujizuia yani, sijapewa hata chance mimi ya kuongea wala kutema mate nikitaka kuongea huku mimi ni naye huku ninaye brother unge kuongea weza ndugu yangu. Sasa kama kijana wangu ambaye namwaminia ninja mguu wa kutoka mguu wa kuingia, unakuja unapiga hawa jamaa hatari, hawa jamaa wamejipanga ha, wanangu hapa. Kilichobaki wanangu, tukaongeze nguvu, tukagonga hata nyundo mbili tatu, sawa, mradi le

Kwanza bwana tajiri, mi nafurahi bwana tajiri, umekubali wito wangu appointment kama hivi tumekutana. Mimi togola maji sina gashira, lakini sasa hivi kuna changamoto yangu bwana tajiri, imenikama kidogo, nami nikasema ah, si bwana tajiri anatoaga pale mikopo, naweza nkaenda nkaweka kitu changu cha samani nkapata hela nkafanya mada zangu Nikaona nije ndugu yangu, kwa sababu mimi na shida, bwana tajiri kondo. Nimefika hapa bwana tajiri, nahitaji pesa, na shida, mimi na shida, nifanye itikali zangu. Sasa mkopo unapata. Sasa mimi nina kiwanja changu pale kizuri tu, akina shida, nataka nikiweke bondi na shida, na hela kidogo, si unanielewa? Alafu baada ya siku mbili tatu kile kiwanja mimi nitapambania. Nitakria fresh ile nataka nikiweke bondi, unipe hela. Mi najua huwezi kuamini bila e, kuweka kitu chochote leani. Sasa sikia, huwa tunafanyaga hivi kiwanja tunakopesha mwisho shilingi elfu hamsini eka moja tunakopesha laki, na kama una eneo zaidi ya eka kumi ekalimia ekali mia tano ndipo unapata mkopo mkubwa, au na nyumba nyumba nzuri na eneo kubwa, hata milioni kumi, kumi na tano unachukua, ila kwa hiyo hapo hapo utapata laki moja. Ah. robo tatu. Basi, sasa nakuelewa cha kufanya hapa, twende moja kwa moja ukalione eneo, jilizishe mwenyewe, kumbe tsogola maji sio muongo. Ukaona bwana tajiri, unajua mimi hapa na na tatizo kidogo, alafu mimi nitajua tunamfanyaje. Twende kwa sokoone mazingira, kisa kuja kutaka mikoba afu kwa nyingi sana ah. Ndio kweli hivi <laughs> bwana tajiri, unazania mimi hapa si yeye. Twende twende, mimi tunaenda nimekuambia kiasi, sasa twende tufike tunaelewanuu ukaliona samba, ndugu yangu, wenzetu nifase Bwana tajiri kakuonyesha Munde, vipi a, unaangalia kila kona, unaangalia ujiamini. Nimekuja mwenyewe, jeshi la mtu mmoja. Mi najiamini, kazi zangu nafanya mwenyewe. Munde, kwa hiyo ulitegemea kabisa, umetoka Dakawa, kule umekimbilia huku, hautapatikana? Mimi na GPS, mimi na nusa. Serikali imeniamini katika askari unaofanya kazi kwa weledi, mimi Kinyengo namba moja.

Dunia mebeba watu na vyatu wenye yeah, akili timamu, mwingine vyatu avyat, yeah. Imagine mtu anauzwa kisa hela, yeah. dunia naenda kasi tena mpela mpela yeah, yeah. na umasikini ndo sababu watu kufanya mambo ya sofa hawafati